Mimi sina muda mrefu sana katika jukwaa hili leo hapa. kwa sababu kuna mambo ya msingi yanataka kufanywa kabisa. Jana ulipokuwa Kiwani, kuna watu hawajamka mpaka leo asubuhi hii, mchana huu bado hawajamka, kwa kazi kubwa ulioifanya. Lakini la pili Wazanzibari wote walochoshwa na idilali ya kunyang'anywa ardhi za wanakushukuru sana sana kwa kuzunguka Unguja na Pemba kwenda kuzitambua shida zao. Mpaka bwana mdogo jana kaingia kiwewe, aliyoyafanya mwenyewe anarudia mwenyewe. Tupishe Osman Masudi aongoze nchi tarehe 29, tupo sasa mimi nataka kumalizia kwa moja. Siku ya tarehe 25 mwezi wa nane, naibu katibu mkuu wa chama chetu alimwandikia barua mkurugenzi wa taifa wa INEC. Barua ya ACT Mkwaju HQ mkwaju naibu katibu mkuu Zanzibar mkwaju 55 mkwaju 4, alimwandikia ya barua ya kumwambia mkurugenzi wa tume huru ya uchaguzi taifa kama msimamizi wa uchaguzi wa INEC mkoa au wilaya ya mkoani ni Hadrach Mohammed Abdulrahman Mwinyi, baba yake mzazi Mohammed Abdulrahman Mwinyi ana kwenye jimbo la Chambani. Pana haki hapo? Baba anagombea kwa CCM, msimamizi wa uchaguzi ni CCM, na mwanawe atatenda haki hapo? Barua tumeiandika tarehe 25, mwezi wa nane, kailima hujajibu mpaka leo. Tunamwambia mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi Muondoe Hadrach ampeleke anakokutaka, siyo mkoa mkoani, wala hatutokubali kuwa yeye ni msimamizi wa uchaguzi. Tutaandika tena barua, tunalisema hadharani, kwa sababu haiwezekani hata kidogo. Baba anagombea ati mwanawe ndio mtoa haki, akishindwa baba yake atakubali kama kashindwa? Tusifanyiane mzaha namna hiyo. Chukua mzigo wako upeleke unakotaka, lete mzigo mwingine pale.